Swala so, jingine muhimu labda niliseme ni lugha, ndugu zangu, kati ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba tuna kazi ya kupanda mlima wa elimu ni kwamba ukimfundisha, kama mtoto amesoma kwanzia darasa la nne nadhani kiingereza mpaka la saba afu akitoka hawezi kuongea Kiingereza si dalili nzuri. Na sio dalili nzuri tu kwenye lugha, ni dalili mbaya kwenye masomo mengine yote, ni dalili ya ubora wa elimu. Lakini sasa hivi Kiingereza kitafundishwa kuanzia darasa la kwanza, lakini kinafundishwa tofauti na ambavyo tumekuwa tukifundishwa. Unajua, hata mimi wakati nasoma Kiingereza, vile vitabu vya kufundishwa, sijui grama nini nini, kwa kweli vilikuwa so boring. Yani ni vigumu sana kujifunza Kiingereza kwa kutumia vile vitabu <laughs> mi nilikuwa na azima vitabu library ya hadithi za sungura na chukua dictionary hapa, nasoma najifunza kucommunicate, sijui kupronounce vizuri, kama find, nasema find, sawa, lakini at least inaanza kuconnect maneno. Na kwa hiyo sasa hivi tutafundisha kiingereza kama language ya communication kwanza, kabla ya kwenda kwenye kanuni, kabla kuanza kutumia muda mrefu sana past participle tense na vitu kama vile na grammar, ufanye iwe ni lugha alive ya kuchangamka ya kuomba maji. Kwa hiyo unavyosema kwamba umeenda Misungwi pale hujui hata kisukuma cha kuombea maji, basi na sisi tunataka na Kiingereza uanze kwa kujifunza Kiingereza hata cha kuombea maji, halafu tutajenga kwenye msingi huo. Ukimaliza darasa la sita uwe tayari unaweza kukomuniketi kwa language. Unavyozidi kwenda, ndio walau kanuni zinaanza kutengenezwa vizuri, kwa sababu hata unavyojifunza unafuz... lugha nyingine huendi kwa kujifunza zile kanuni sana tu una kujifunza kuongea tena unaboronga lakini wala unajua unasemaje eh? Mnyiramba unasema nilompa manze makukopa, au sio? Unajifunza afu hujajua Kingine chochote. Ukisema unasema unajua sema you guy, hao ni Nyiramba. Kwa hiyo unajifunza language kwa ku communicate kama vile ambavyo unajifunza Kimasai, kama unajifunza Kipare kwa sababu ukienda kujifunza kule sio kama unaanza kusema niambie past tense kwanza eh? Kwa hiyo tunajaribu kufundisha lugha kwa maana ya kulenga communication, na tunafanya training na retraining ya walimu wetu na mikakati mingine ya kuhakikisha kwamba tunaboresha kwenye language ya Kiingereza. Hasa Kiingereza kwa kweli ni lugha ambayo huwezi kuiepuka, lazima ujifunze na lazima uwe na command. Si kwamba kujifunza kujua Kiingereza ndio elimu, la hasha, lakini Kiingereza ni nyenzo. Lakini zaidi ya hapo tumeongeza masomo ya lugha kwanzia shule ya msingi pakilo litafresha watu watu wengi ukiarabu lugha kubwa, ana nafasi ya kusoma Kifaransa. Kifaransa, Kifaransa lugha kubwa, kama somo la ziada, sio la lazima, na kama mwalimu yupo na wanafunzi wapo. Na huko tunakokwenda tumekubaliana, chuo cha Marangu kibadilisho baadae kiwe ni college au university ambayo imefokas kwenye language tu, kwa sababu ndio ilikuwa kazi yake. Kuwe na maabara ya language, tunatoa walimu pale ambao wanaweza wakawa wakalimani kwa hiyo tutakuwa tunaandaa walimu vizuri zaidi kwenye language. Si nilienda pale Marangu nikakuta maabara imekufa, wanasema tunataa maabara ya fizika, nikamwambia ya nini? stick to what you are doing <laughs> specialize kwenye language. maabara ya language inakufa, unataa maabara tofauti kwa kuli. Wafundishe huko Marangu, wafundishe Kiarabu, Kifaransa, Kispaniola, Kirusi, Kichina na kadhalika, lakini kwa sasa hivi tumeanza Kichina, Kiarabu, Kifaransa ni lugha ambazo zitakuwa ni za ziada masomo ya hiari mtoto atasoma endapo kuna mwalimu wa kufundisha na watoto wanataka kusoma, itawasaidia kuandaa kujua lugha. Na nchi yetu ni ya kitalii, kwa kujua lugha nyingi itatusaidia zaidi sisi kuweza kudili na watalii vizuri zaidi. Kwa haya ni machache ambayo naweza nikasema kwenye haya masuala ya, ya, ya sera na mitaala, yako mengi zaidi lakini ili niweze kuzungumza masuala mengine lakini katika haya yote swala kubwa zaidi ni kuandaa walimu. Kama mnavyoona na mmeona ziara ya rais wetu zindua Mpugusi kule Tukuyu eh, e chuo cha walimu kingine Kigoma, Rais mwenyewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameenda kule. Vyo vya walimu tunaviboresha, tunapeleka kompyuta, ujenzi una imarika na tunaanza kuvigawa sasa. Vingine vinakuwa ni mafunzo ya amali kuakisha kwamba wanaweza katupeleka vizuri Butimba sports theaters na kadhalika. Tunakuwa na vingine kwa ajili ya mafunzo ya amali kabisa, huko tunaenda. Na walimu waliopo, tunaendelea na training and retraining, pamoja kwamba tumebadilisha mitaala sehemu nyingine, wala si kwamba tumebadilisha sana, kwa sababu kama ni chemistry ni chemistry, haijabadilika hivyo kuna kupanga tu how to deliver na kadhalika, tunawakusanya walimu, tunawapitisha na kadhalika. Lakini tutaendelea na kazi ya kuwaendeleza walimu kazini, na hayo kwa kweli ni maelekezo mahususi ya rais wetu kwamba walimu hawa sio tu mnakuwa na walimu nyinyi kazi yao ni kufundisha tu, tengeni bajet nisikie walimu wangu wametoka mashuleni wameenda sasa kwenye kongamano, na wenyewe wanabadilishana mawazo, wanajifunza. Tunawapeleka walimu wakuu pale ADEM